Hey, mambo vipi, karibu sana tunaendelea na kujifunza C++, programming language, na kama unavyofahamu tupo katika kipengele cha pointer. Kama umekwisha angalia video iliyopita, tuliweza kupeana kwa ujumla pointer ni kitu gani, tukaweza kutengeneza simple program, tuka declare pointer tuka initialize na kufanya vitu vingine, lakini nikakwambia kuwa tutakuja kujifunza hatua kwa hatua katika hiki kipengele cha pointer. Na leo video hii tutakwenda kuangalia namna gani ya kudeclare sasa pointer japokuwa tuliangalia in general katika video iliyopita, lakini leo video hii ni special kwa ajili ya kuona namna gani sasa utaweza kudeclare pointer katika program zako na kuweza kuitumia, na kuna baadhi ya vitu ambavyo nitakupatia ambavyo unatakiwa uzingatie wakati ambapo utakuwa ukideclare hizo pointer zako katika program. So acha tuweze kutengeneza hapa mifano tofauti tofauti, ili basi tuweze kufahamiana vizuri namna gani ya kuweza kudeclare pointer. Kwanza kabisa, pointer tumesema ni kama variable tu nyingine ile yoyote, lakini utofauti uliopo kati ya pointer na variable nyingine, pointer huwa inahifadhi ile memory address ya variable nyingine, lakini variable za kawaida tumezoea kuhifadhi value ndani yake. Ndio tofauti mkubwa uliopo hapo. Sasa kama kuna utofauti huo, basi hata katika uandishi ku declare ku initialize pia kutakuwa na tofauti kidogo, kati ya pointer variable na hizi variable za kawaida. So pointer unapohitaji ku declare ni lazima uweze kuweka ile asterisk nyota, kwa mfano Unaanza na data type, int, kisha unaweka alama ya nyota, na nikakwambia kwa hii alama ya nyota unaweza kuweka sehemu yoyote ile. Unaweza kuweka baada tu ya kuweka data type ukaeka nyota ukaweka jina la pointer yako, au unaweza ukaacha space kisha ukaweka nyota ukaacha space ukaandika jina la pointer yako, ama unaweza ukaweka nyota kisha ikafata jina la pointer yako, na ndio njia ambayo tunashauriwa kuweza kuitumia. Then ukiweka semicolon hapa itakuwa tayari umedeclare pointer katika programu yako. So, maana yake ni nini mstari huu? Maana yake ni kuwa hii p hapa ni pointer ambayo inatarajiwa kuweza kushikilia kubeba anwani ya variable ya aina ya int. Naona tumetumia data type ya int. Maana yake inategemea hii eh. P kwanza tufahamu kuwa ni pointer ambayo inatarajiwa kushikilia anwani ya variable yenye aina ya data ya integer kwenda ku assigned na variable nyingine ambayo ina data type ya float, let's say hapo. Sasa unakwenda kusababisha error. Sasa muundo mzuri wa kuweza kutengeneza pointer, ku declare pointer, unaanza na aina ya data, kisha unaweka alama ya nyota inafuatiwa na jina la pointer. Kwa mfano, unaweza ukaweka pointer yako iende ikabebe variable ambayo ina data type ama value inayohifadhi hiyo variable ni int integer kama hivi ambavyo tumefanya hapa mwanzo, lakini pia unaweza kuweka ya float ukaweka hapa asterisk nyota ukaanza let's say, na f uh, p t r kuonesha kuwa hii ni pointer ambayo ipo katika uh, data type ya float. Okay. Lakini pia unaweza hata kuweka ya character ukaanza na k data type kama kawaida, ukaweka asterisk nyota ukaanza na c, kimaanisha pointer hii inahusiana na data type ya k. Okay. kwa hiyo hapo ukaweka let's say, ptr jina la pointer yako, kwa cptr unaweza kuname kama hivyo okay. Kwa hiyo unaweza kuweka float integer na nyingine ambazo tunazifahamu okay. so, kama hivi ndivyo ambavyo unaweza ku declare pointer katika C++. Sasa kuna jambo la kuweza kuzingatia, na hili kwa nyote ambao mmefika hadi hapa kuangalia video hii, itakuwa ni exclusive kwenu, itaweza kusaidieni katika utengenezaji wa program. Jambo lenyewe ni kuhusu junk value. Tunasema junk value ni hatari sana kwa pointer. Kama pointer haijapewa value ya mwanzo yani haijawa initialized. Kama hapa hizi just tumezi declare tu, hatukuzi initialize, hatukuzipa zibebe memory address ya variable gani. Sasa hii inapelekea kuweza kubeba hizo tunaita junk value, yani random memory address zinakuwa zina hifadhi hizi pointer zetu na hii ni hatari sana, kwa sababu unaweza kuaccess sehemu ya memory isiyokuwepo au isiyoruhusiwa, na program inaweza kupelekea ku crash, na hizi ni miongoni mwa zile bug mbaya sana ambazo zinaweza zikajitokeza katika program ambazo itakuwa natengeneza. Sasa mantiki yangu ni ipi? Ni kuwa unapotengeneza ku declare hizi pointer ni muhimu na inashauriwa naweza nikasema ni lazima basi uweze kuinitialize na japo ukaipa hii value ya null. Okay? Null inatumia katika C style yake ilikuwa inatumia sana null. Lakini huku katika C++ ambao version kuanzia 11 na kuendelea tunatumia null, alafu tunaandika lile jina la hiyo uh, tunasema nini yetu pointer yetu, yani PTR. Null PTR. Kwa mfano Wacha nikuonyesha hicho ambacho nakizungumza hapa. Unaanza kwa kudeclare, let's say int nyota ptr, sawa sawa unaweka hapa null, usiache tupu vile vile kama tulivyofanya awali kwa kudeclare tuna tukaiacha vile, inaweza kupokea hizo junk value program na ikasababisha hata program kucrash na kutokea vitu vingine, kwa kutumia hii null, ama unaweza kutumia nullptr ambayo inatumika sana katika C++ kuanzia version ya 11 na kuendelea. Hivi sasa unaweza kutumia pia hii ukaandika data type yako int, wakati ambapo una declare let's say, bado hujajua hiyo pointer yako itakwenda kuhifadhi memory address ya variable gani, basi unapodeclare hiyo pointer yako ptr let's say 2 basi weka ni sawasawa null, na baada ya hapo weka ptr hii itaenda kusaidia katika kuondoa zile junk value ambazo zinaweza zikahifadhiwa katika hiyo uh, pointer yako. NULL ni ile valu maalum ambayo tunasema hakuna address kwa sasa iliyohifadhiwa katika pointer. Tukiweka hii NULL lakini vilevile vile tukiweka NULL ptr, hili ni toleo jipya, yani version ambayo mpya, inashauriwa tuweze kuitumia, ni salama zaidi na kisasa ambayo nimekwambia inaanza na version ya C++ 11 na kuendelea juu. Kwa hiyo ni vizuri kuweza kutumia hii ya pili hapa, null ptr. Wacha tuandike mfano mdogo wa kuweza kuoneshana sasa ku declare pointer yetu, ku assign, ku initialize kwa kuiwekea null na baada ya hapo kutengeneza simple code ambayo ambazo zitaonesha uh, output kama pointer yetu itakuwa ni null ama pointer yetu itakuwa tayari sha assigned na value fulani. So tuanze kwa kuweka data type yetu ya int, tuweke asterisk, jina la pointer yetu ptr. Tumesema sio vizuri ukaweza kufunga hapa kwa ku declare tu pointer yako, inaweza ikachukua zile junk value na ikaweza kusababisha vitu mbalimbali mbali katika programu yako, kama tulivyotangulia kusema. Kwa hiyo hapa, instead ya kuweka hivi, weka sawasawa, tumia hii null, funga semicolon. Bado hauko tayari pointer yako kuipa memory address ya variable fulani ili ihifadhi, sawa. Basi andika kitu kama hicho na utakapokuwa tayari huko mbeleni katika programu yako, basi utaweza kuiassign na hiyo memory address ya variable fulani ambayo unahitaji shikilie pointer yako. So baada ya hapo tutengeneze statement hapa, if ptr, ambayo ni pointer yetu, ikiwa ni sawa sawa na null, ifanye kitu gani? Okay, iweze kutoa ujumbe huu si out pointer is not initialized. Then katika if statement itakuwa imeisha hapo sasa. Hapa chini wacha tuweke sasa, let's say hivi tuna initialized hii pointer yetu tuliyotengeneza kule juu na kuinitialize awali kama ni null. Sasa tunaipa variable fulani address memory, variable o kwa hiyo tutengeneze kwanza variable yetu nyingine ya kawaida ambayo x sawa, let's say 20 Baada ya hapo, ptr, natumai unaikumbuka hii ni hii pointer yetu ambayo tumetengeneza huku juu, ambao awali kwa sasa imehifadhi NULL, ambao hakuna address yoyote iliyohifadhi. okay? so, sawasawa, tumesema kuweza kuassign, kuinitialize memory address ya variable flani, tunaweka na tunaandika jina la hiyo variable nyingine ambayo tunahitaji memory address ifazwe katika hii pointer yetu. Ama pointer yetu iweze ku point hiyo variable. Okay? So, hapa tutaweka x colon. Kwa hiyo x hii ambayo tumeweka hapa ni hii. Kwa hiyo memory address ya hii x variable itakuja kushikiliwa na hii pointer yetu, ikiwa ndio kama value ambayo inashikilia pointer. So, baada hapo acha tu see out See out tuandike tu simple message, Let's say pointer now holds the address. Okay. Simple message kama hivi, baada ya hapo tutoe sasa ptr tuone ile address ambayo itashikilia kwa sasa, then end tuweke see out nyingine, na tuweke hapa simple message value at that address ni hapa Okay, na nikakwambia kuwa unapohitaji sasa ku access value ambayo pointer yako ina point katika hiyo variable kwa kupitia memory address ya hiyo variable, unataka ujue sasa kuna value gani humo, unatumia hii nyota pia hapa na unaandika ptr. Sasa ukiangalia huku katika pointer hii, pointer yetu hatujaipa value ishirini lakini tukiandika hivi, kwa nini inatokea ishirini? Kwa sababu hii pointer siku zote ina point ile variable nyingine, inakwenda kuaccess ile variable nyingine kule. Na unapoandika hii nyota, maana yake unairuhusu iende ikafike mpaka katika ile value. Lakini usipoandika hii nyota, kama tulivyoandika hapa, iko hivi tu, maana yake itakuonesha kile kilichohifadhiwa katika hiyo Eh, pointer tu ambayo ni address memory ya hiyo variable nyingine ambayo hii x tulio initialized huko juu. Natumai utakuwa unanielewa, okay so, baada ya hapo end line semicolon tumemaliza programu yetu, simple tu kama hivi. Tukikompile na ku run tuone output ambazo tutapata hapa, na kama unavyoona pointer is not initialized mwanzoni, imeweza kutoka hapo, kwa sababu imecheki je, yeah, pointer mwanzoni ilipokuja ni null, ni kweli, huku tuli initialize kama ni null. Kwa hiyo imetoa ujumbe huu pointer is not initialized sawa. Lakini baada ya kushuka hapa chini, tukatengeneza variable ya x tukaipa 20 tukaiita tuka pointer yetu sasa, tuka initialized tuka assigned na hii variable ya x. Kumbuka pointer inakwenda kuhifadhi ile memory address ya hiyo variable nyingine. Kwa hiyo kwa kutumia hii ampersand itaturuhusu sisi kuifikia sasa hiyo memory address na kuhifadhi katika pointer yetu. Kwa hiyo hapa, baada ya kuweza kufanya hivyo, tuka display out ptr pointer yetu, na unaona imetoka memory address hii. Hii memory address sio ya pointer. Memory address hii ni hii ya x. Kama ukisema display hapa hii ampersand x, utaweza kupata memory address kama hii kwa sababu hii ampersand x inatumika kuweza kutoa memory address, unapoweka tu hii ampersand ya hiyo variable husika. So hapa tumetumia PTR, PTR pointer yetu inahifadhi hiyo address ya variable yetu ya x, na ndio hii nimekwambia, inaanza na 0x kisha inafuatiwa na hexadecimal number, ndio memory address katika C++ programming language inakuwa ina uandishi huu. Lakini hapa mwishoni imetoka 20. Kwa nini imetoka 20? Hapa tumeweka ptr pointa yetu na imetoka hii memory address ya x, lakini huku imetoka 20 sasa. Kwa sababu hapo ukiangalia imeongezeka hii nyota, na hii nyota inasababisha sasa hii pointer yetu kufika mpaka kwenye address hii ambayo ni hii variable yetu ya x na kuona kile kilichomo ndani na kuweza kukiaccess. Kwa hiyo moja kwa moja imeweza kutoa 20 kwa sababu ndicho ambacho inapatikana katika hii memory address hii ambayo ni ya variable ya x imehifadhi value hii, kwa tumeweza kui access mule kwa, kwa kupitia pointer, unaweza ku access value katika variable nyingine, lakini pia unaweza kuibadilisha. Tutakuja kujifunza huko mbeleni. So hivyo ndivyo ambavyo unaweza ku declare pointer kwa ufupi, na kuona jinsi gani ambavyo inafanya kazi, kuweza ku assign mfano hizo NULL, kuweza kukuepusha wewe na programu yako ambayo unaitengeneza ku crash na kuweza kupata uh, bug mbali mbali kwa sababu ya kuweza kuachia hiyo pointer yako kuhifadhi zile memory address ambazo hazipo, let's say, ama randomly memory address. Kwa hiyo ni vizuri kutumia hizi null kama nilivyo kuelezea hapo awali. Sina la ziada leo katika video hii, natumai utakuwa umejifunza kitu kipya. Kama unahisi umeangalia hadi hapa lakini hujaweza kuelewa vizuri, ukuweza kupata hizi concept ambazo nimeziongelea, rudia tena video hii na utaweza kunielewa vizuri. So like share na wengine wapate kujifunza. Usikose mwendelezo wa hiki ambacho tunajifunza katika playlist hii ya C++. Tutakuja kuendelea na kitu kingine katika pointer. Bado kuna vitu vingi sana vya kuweza kuvijua na hadi tutakapomaliza kuweza kukava vitu hivyo katika pointer, basi na kuhakikishia utakuwa na uelewa mzuri sana kuhusiana na hii pointer. Asante sana.